Mheshimiwa Rais, mwenendo wa deni la serikali kufikia tarehe 30 Juni 2024, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 97.35, kiasi hiki kimeongezeka kutoka shilingi trilioni 82.25 kilichokuwa kimeripotiwa katika mwaka wa fedha wa 2022/2023, hii ni sawa na ongezeko la shilingi trilioni 15.1 ambalo ni sawa na asilimia 18.36, na deni hilo linajumuisha deni la ndani, la ndani la shilingi trilioni 31.95 na deni la nje la shilingi trilioni 65.40. Mheshimiwa Rais, tathmini ya uendelevu wa deni la serikali imebaini kuwa deni la taifa bado ni himilivu. Viashiria vikuu vinaonyesha kuwa thamani halisi ya deni la nje ni asilimia 23.6 ya pato la taifa chini ya ukomo wa asilimia 40 na deni la jumla ni asilimia 41.1 ya pato la taifa chini ya ukomo wa asilimia 55. Malipo ya deni kwa mapato ya mauzo ya nje ni asilimia 127.5 chini ya ukomo asilimia 180. Na malipo ya deni kwa mapato ya serikali ni asilimia 14.5 chini ya ukomo asilimia 18. Mheshimiwa Rais, niende kwenye mapato ya kodi. Ukaguzi wa mamlaka ya mapato Tanzania umebaini kuwa katika mwaka wa fedha 2023/24 jumla makusanyo yalifikia shilingi trilioni 26.07 ikilinganishwa na shilingi trilioni 22.58 zilizokusanywa katika mwaka wa fedha 2022/23. Hili ni ongezeko la shilingi trilioni 3.49 ambalo ni sawa na ongezeko la asilimia 15.46. Licha ongezeko hili, Mheshimiwa Rais, makusanyo haya yalikuwa chini kwa shilingi bilioni 659.61 sana asilimia 2.5 ya makadiri ya shilingi trilioni 26.725. Makusanyo ya kodi, mheshimiwa rais, yalichangia asilimia 56 ya mapato yote ya serikali. Niwapongeze TRA kwa juhudi zao za kukusanya mapato na kukaribia kufikia malengo ambayo yamekuwa yakiwekewa na serikali.